ambacho ni muthallathi Alqutrubi, naleo bimashiatillah, tukiwa katika mada ya hajri, ambao kwamba kama ambavyo anaashiria anadhimu katika abiyati zake akisema: mala dam'i hajri wa qalla fihi hijri lau kuntu kabni hujri ladhaa minni adabi hajri bifatihi lha. Neno kama hili likiwa na fatha katika he husomeka hajri na maana yake, wal makanu alladhi yuhitu bil ayni. Maana ya kwanza ya neno kama hili ni ile sehemu ambayo kwamba jicho linakaa katika ile tundu la macho, ndipo sehemu ambapo kunapatikana jicho. Kwa hiyo sehemu kama hile inaitwa hajri, na sehemu kama hii ndipo eh, ambako jicho linahifadhika. Kwa hiyo maana kama hii ikachukuliwa ikawa na maana kwamba yahidhnul insani kwamba tunapata hajri maana yake pia inakuja ni ile sehemu ambayo kwamba anahifadhika mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia katika Al-Quranul Karim akaashiria akasema e, katika aya ndefu hurrimat alaykum ummahatukum miharamishiwa kuwaoa mama zenu mpaka mwisho akasema warabaibukum llati fi hujurikum, na wale vijana ambao kwamba wako katika nyumba zenu. Huj, hujur ambao ni jamii ya Hajri. Lakini pia imekuja katika hadithi ya nana Aisha radhiallahu anha aliposema ala alyatama fi hajri arrajuli kwamba yule yatima, e, kule kuangaliwa kwake, malazi yake, kula kwake, basi kuko kwa yule anayemsimamia, kama ilivyokuja katika hadithi ya nana Aisha radhiallahu anha. Neno kama hili likiwa na fathil lha inasomeka hijri na maana yake zipo zaidi ya tatu. Ya kwanza ni al aql, akili moja katika majina yake ni al hijr, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoashiria katika Al-Qur'anul Karim, hal fi dhalika qasamun li dhi hijr, yani bimaana lidhi aqli, kwa wale wenye akili lakini maana ya hijri pia uja kama al-ardhu allati taqau baina al-Madina wa Sham, moja katika ardhi ama sehemu kati ya Madina na Sham. Kuna sehemu ikaitwa eh, hijri. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akielezea hali yao, wale ambao kwamba walikuwa katika ardhi kama hii walitumiliziwa mitume, lakini wakawa wamewapinga na kuwa kanusha mitume wa Mwenyezi Mwenyezimungu Subhanahu wataala walaqad kadhaba ashabu lhijri al-mursalin. Lakini maana nyingine ya hijri huja kama al alhatimu fi janibi lkaaba, ile sehemu ambayo kwamba ambayo tunaita hijri, e, hijri Ismail, sehemu ambayo inapatikana katika upande wa kuvulini ama shamail ya Kaaba. Maneno kama haya yanaingia yote katika maana ya hijr, lakini neno kama hili kiona dhamma katika alha, usomeka kama hujri, na maana ya hujri ni moja katika baba wa washairi wakubwa katika lugha ya Kiarabu ambaye anajulikana kama Imru al-Qais, baba yake alikuwa akiitwa Hujri, ndio msanifu pia akasema, law kuntu kabni Hujrin la dha'a minni adabi, ay mashairi yani. Kwa khulasa wa darsa, tunapata al-Hajri kwa fathil ha, maana yake ni ile makane ambayo kwamba jicho linakaa, lakini hijri kwa fathi, eh, kwa kasri lha ikisomeka hijri basi inakuwa ni akli, ama huenda ikatoalikiwa kama eh, kama akili ametezekatalikio kama ni kaumi ashabi hijri lakini ikija kwa hujri basi maana yake ni walid imru Alqais, ni baba wa imru Alqais. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie amali zetu hizi ziwe katika mizani ya hasanati zetu, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi wasalamu ala man ittaba alhuda.